Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria, Malkia wa mitume, utuombee. Masomo ya misa, Jumanne, juma la pili katika kipindi cha kawaida. Somo katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya kumi na sita, mstari wa kwanza hadi kumi na tatu. Siku zile siku zile, Bwana alimwambia Samueli: Utamlilia Sauli hata lini? Ikiwa mimi nimesema astawale Israeli, tena uijaze pembe yako mafuta, uende nami, ninakutuma kwa Yese mtu wa Bethlehemu, maana nimejichagulia mfaume kati ya wanawe. Samueli akasema, nitawezaje kuenda? Maana Sauli akipata habari, ataniua Bwana akamjibu chukua dama pamoja nawe na useme nimekuja kumtolea Bwana sadaka utamwalika Yese aje kushiriki kwenye sadaka nami nitakuonyesha utakavyopaswa kutenda na utampaka mafuta kwa jina langu yule nitakayemtaja kwako basi Samueli akafanya kama alivyoamriwa na Bwana Alipofika Bethlehemu, wazee wa mji wakaenda kumlaki huku wakitetemeka na kusema, ujio wako hapa ni wa amani ewe muonaji? Samweli akajibu dio, nimekuja kwa amani kumtolea Bwana sadaka. Jitakaseni na jioni pamoja nami kwenye sadaka. Akawatakasa Yese na wanawe na kuwaalika kwenye sadaka. Walipofika alimtazama Eliabu akasema, hakika mpakwa wa Bwana yupo hapa mbele yake. Lakini Bwana akamwambia Samweli, usiutazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana nimemkataa, kwa maana Mungu haangalii kama binadamu anavyoangalia, maana Mwanadamu anatazama sura ya nje, lakini Bwana hutazama moyo. Yese akamwita Abinadabu na kumpitisha mbele ya Samweli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Tena Yese akampitisha Shama na Samweli akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Kisha Yese akawapitisha wanawe saba mbele ya Samweli. Samweli akamwambia Yese Bwana hakuchagua hata mmoja kati yao. Akamwambia Yese, hawa ndio vijana wako wote? Naye akajibu, mdogo wao amebaki, anawachunga kodoo. Samueli akamwambia Yese, tuma mtu amlete, maana hutaketi mezani mpaka atakapokuja huku. Basi akamtuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri na umbo la kupendeza. Ndipo Bwana akasema, simama umpake mafuta maana huyu ndiye. Samweli akaitwaa pembe yenye mafuta akampaka mafuta kati ya ndugu zake, na tangu siku ile Roho wa Bwana akamjia Daudi kwa nguvu. Kisha Samueli akaondoka akaenda zake Lama. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 89 mstari wa 20 hadi 22, kisha mstari wa 27 na 28. Kiitikio: nimemchagua Daudi mtumishi wangu, nimemchagua Daudi mtumishi wangu. Awali uliwaambia waaminifu wako katika maono, ukasema Nimempa aliye hodari msaada, nimemkuza kijana kutoka miongoni mwa watu. Nimemchagua Daudi mtumishi wangu. Nimempata Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Mkono wangu utakuwa tegemeo lake, mkono wangu utamtia nguvu. Nimemchagua Daudi mtumishi wangu. Yeye ataniita wewe ni baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu. Nami nitamweka awe mzaliwa wangu wa kwanza, aliye juu sana kuliko wafaume wa dunia. Nimemchagua Daudi mtumishi wangu. Mungu wa baba yetu Yesu Kristo ayatie nuru macho ya mioyo yetu ili tupate kujua tumaini tuliloitiwa. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako E Bwana. Marko sura ya 2 mstari wa 23 hadi 28. Yesu alipita mashambani siku ya Sabato. Wafuasi wake walipokuwa wakipita, wakaanza kupurura masuke ya fanaka. Hapo Mafarisayo wakamwambia, "Tazama, kwa nini wanafanya iliyo haramu siku ya sabato?" Naye akawaambia, "Je, hamkusoma alichofanya Daudi alipopata na shida na kuwa na jaa yeye na wenziwe? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu wakati wa Abiathari alipokuwa kuhani mkuu, akaila mikate ya mwonyesho ambayo ni haki ya makuhani tu kuila, tena akawapa na wale waliokuwa pamoja naye. Akawaambia, sabato ilikuja kwa ajili ya watu, si watu kwa ajili ya sabato. Basi mwana wa mtu ni Bwana wa sabato pia. Neno ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.